Mwenyewe wa eneo husika hapa kwa amani. Amani ni mtaji wa taifa. Safari ya uongozi wa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Kuna taifa ambalo limebarikiwa si kwa wingi wa rasilimali pekee, bali kwa hazina adimu kuliko zote ya amani: Tanzania, taifa lililojifunza kuwa maendeleo hayachanui pasipo tulivu na utulivu haulindwi kwa maneno tu, bali kwa uongozi wenye msimamo. Tusisahau kwamba kukuwa au kukuza uwekezaji nchini kunawezekana kutokana na uwepo wa amani, usalama na utulivu wa kisiasa. Amani ikichafuka haichagui. Ni waombe sana, maendeleo yetu kunawiri, kwetu kupendeza, kwetu kulala na kuamka salama. Tutunze amani ya nchi yetu. Tangu aingie katika nafasi ya juu ya uongozi wa kitaifa, Daktari Mwigulu Nchemba amebeba ujumbe mmoja mkuu: amani haichezewi. Ni wajibu wa kila Mtanzania kuilinda, kuienzi na kuithamini kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho. Katika ziara zake za kikazi mikoa ya Songwe na Mbeya, Daktari Mwigulu Nchemba alizungumza moja kwa moja na Watanzania. Hakuzungumza kama kiongozi aliye juu, bali kama mlezi wa mustakbali wa taifa. Lazima nchi yetu iwe na amani. Nawaambia wanasongwe, nimewaambia na wengine, Tanzania si mali ya serikali. Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Si mali ya vyama vya siasa, si mali ya viongozi, si mali ya serikali. Tanzania ni nchi, ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo mnufaika wa kwanza wa amani ya Tanzania ni Mtanzania mwenyewe amani ya mlo, mnufaika wa kwanza wa amani ya mlo hapa ni wewe mwenyewe, mwana mlo. Haya mengine yote tunayosema hayawezi kutekelezeka kama hamna amani. Hatuwezi kushinda vita ya umasikini kama hamna amani. Hatuwezi kushinda tatizo la kukosekana kwa ajira kama hamna amani. Naisisitiza hii kwa sababu kumeanza kujitokeza watu kupuuzapuuza masuala ya amani, kwa sababu yeyote ile iwayo, jambo moja ambalo unatakiwa kulinda ni amani ya nchi yako, kwa sababu bila nchi yako kupata amani, na wewe mwenyewe hupati amani, mipango yote yeyote mizuri, ahadi zozote nzuri, huwezi kuzipata bila amani. Kwa wale wa wasoma biblia Yeremia 29 7 pale tena niiseme tena kwa sauti ya, ya, ya mtumishi wa Mungu ninaye mheshimu, mtumishi wa Mungu Mwakasege anasema, kwa maana eh, kautakieni amani mji ule mkauombe kwa Mungu, kwa maana katika amani ya mji huo nanyi mtapata amani. Sema haleluya. Hata Waislamu wanaposema asalamu alaykum, wanasema amani iwe juu yenu ninyi wanamuloho hapa mutapata amani kama muloho ina amani. Nilipita pale Tunduma nikawaambia, wengine ni visirani vyao vya kwenye vyama vyao, wamekuwa na visirani na washindani wao, wewe unakuwa na kisirani na Mwigulu una, una, unafanya fujo Tunduma, kumbe kule Irambo wananiita baba, si tunakunywa maziwa tu. Nani sasa aliyekosa amani pale? Kwa hiyo ninyi huku mnakosa amani Tunduma, hapa ninyi mnakosa amani Mlo hapa, sisi kule tunaendelea amani. Mnufaika wa kwanza ni wewe mwenyewe, amani ya Mlo, mnufaika wa kwanza ni wewe mwenyewe. Aliwakumbusha wananchi kuwa rasilimali za taifa, ardhi, maji, madini na watu, haziwezi kulindwa bila mshikamano. Amani kwa mtazamo wake si ukimya wa migogoro bali ni haki, usawa na uaminifu kati ya serikali na wananchi. Ukiona chui anamshambulia mchungaji, lengo lake siyo mchungaji, ni wale kondoo, rasilimali. Ndo maana watu wanaungana kwa nguvu yote ile rasilimali, wanatambua Tanzania imegundulika uranium yamegundulika madini adhimu ambayo Tanzania itakuwa nchi ya kwanza Afrika, na mengine yako Songwe hapa yamegundulika. Tanzania itakuwa namba moja, na yale ndio madini yanayotafutwa duniani kote. Tanzania itakuwa miongoni mwa nchi tisa duniani, na ya kwanza kwa Afrika. Na ninyi mnajuaga nchi zikigundua rasilimali, wale wanaomezea mate rasilimali wanafanyaga nini? ili wazipate wanafanya fujo, na baadaye wanakuja kama wapatanishi, na baadaye wanatoa silaha, watu walipigana, wao wanachota rasilimali, na walifanya katika baadhi ya mataifa hapa. Ninyi hamjawahi kuona, ninyi mnachukulia mambo poapoa poa. Yani Mwalimu Nyerere kaota tangu yuko kijana kwamba tujenge bwawa la Mwalimu Nyerere pale. Rais Magufuli akasema tujenge wale wakubwa wote walikataa, yeye akasema tutajenga kwa fedha yetu ya ndani. Mradi ukaanza asilimia kama 27 hivi, Mama Samia akapokea, zimetumika zaidi ya trilioni 6 nukta tano mradi ukakamilika. Sasa nchi ina ziada ya megawati zaidi ya elfu mbili za umeme. Daktari Mwigulu alisimama wazi kupinga ukandamizaji wa haki za wananchi wa kawaida, akisisitiza kuwa maendeleo ya kweli hayachagui tabaka. Mini mama naishi na watoto wangu e. Nilisaidiwa nyuma na shemeji yangu na shemeji yangu amefanya mipango yote hiyo ya mtoto wangu, paka kwenda kubakwa. Nilikuwa katika kituo cha kata nikiwa kama askari jamii, wakanisaidia bila palepale wakanitoa kwa hujuma hizo hizo kwamba mnampaje hiyo kazi ya uaskari jamii wakati huyu dada ana halipi kodi kwangu, naomba mumuuwe ila ni Mungu alinisaidia, nikani kinywa maji, wananiwekea sumu kwenye maji, ni Mungu alinisaidia. wa waziri, ndio viongozi wote wa serikali, jambo la mwananchi likishafika kwenye mikono ya serikali ni lazima viongozi tulifuatilie, sio kumwacha yeye aendelee kufuatilia. Naisema hii kwa mara ya mwisho watendaji wa kata wenye viti wa wenye viti wa vijiji wa mitaa watendaji wa vijiji watendaji wa kata viongozi ngazi mbalimbali mbali, tarafa wilaya, mwananchi akishafika ofisi ya serikali akafikisha jambo lake kwenye ofisi, tunataka serikali ndio ianze kufanyia kazi jambo hili. Mwenyekiti kama mama asingekutetea hapa, unawe ungekuwa tiani, ningeelekeza wote mkamatwe na wahalifu na, na ninyi ambao hamkuchukua hatua. Haya hatuwezi tukaacha yakaendelea mambo ya ovyoovyo ya aina. Tunataka mwananchi akishafikisha jambo kwenye mikono ya serikali, kama hamjapata majawabu, ninyi ndio mpeleke ngazi ya juu. Mnataka huyu mama aende kumtafuta wapi arapis huyu mama mnataka aende kumtafuta wapi? Mkuu wa mkoa ninyi, kila siku mnakutana na mkuu wa mkoa, mnaenda kukutana na mkuu wa mkoa kwa mambo yenu binafsi badala ya kukutana kwa ajili ya mambo ya wananchi. Mnajadiliana mambo yenu binafsi badala ya kujadiliana mambo ya wananchi. Rapisi watafutwe, watafutwe hawa wenye tuma na wasitoke mpaka ukweli ujulikane. na wale wake mtu leo mama. Sasa, mkuu wa mkoa, simamia usalama wa huyu mama. Haya ndiyo mambo tunayokataa. Mwananchi anafikisha hoja mikono ya serikali, anapigwa danadana anapigwa danadana, anakwenda na siku nyingine, anapigwa danadana, anahangaika mpaka anaishiwa nauli, anaamua kukaa kimya. Siku viongozi wakifika, anaamua bebe bango na bango ile wananyang'anywa kabla kiongozi hajafika. Na hapa mlishataka asinione siku nyingine eneo lingine popote pale ambaye hachukui hatua na aliyefanya uhalifu wote, wamefanya uhalifu. Hatutaki watu waonewe. Kama hivi juzi, nilipata kisa kimoja kwa mama moja hapa Salasala, anaitwa anaitwa Asha. Yule mama alinunua eneo mwaka elfu mbili na tisa, imeshapita miaka karibu karibu kumi akaenda mtu mwingine akasema yeye ndo kanunua hilo eneo na kaweka na kibanda. Walipoenda kwenye, kwenye, kwenye mabaraza ya ardhi ya kata, yule mtu akashindwa. Kwa sababu ana fedha akaenda ngazi ya juu, kaenda mahakamani. Alipoenda kwenye mahakama ya wilaya akashindwa, akaenda mahakama kuu alivyofika kule akaambiwa hajafuata hata taratibu, na kule akashindwa. Mahakama imeelekeza kwamba mwenye haki ni yule mama, lakini yeye kwa sababu ni mbabe, ana fedha, ameendelea kushikilia lile eneo la yule mama kwa miaka yote hii. Anazungusha tu, anazungusha tu, kukabidhi, akabidhi yule mama, ameshazunguka, anazunguka, anazungushwa akitarajia kwamba atamzungusha mpaka yule mama aishiwe nauli amwachie lile eneo sasa namwelekeza ndani ya siku saba awe amebomoa kile kibanda chake na amrudishie yule mama eneo lake ndani ya siku saba awe amebomoa kibanda chake pale na amrudishie yule mama hatuwezi tukawa na utaratibu huu kwamba hata vyombo vya haki vinaamua kwamba mwenye haki ni huyu alafu ubabe tu, na kwamba wewe una, una, una mali una fedha unang'ang'ania tu. Mweshimiwa mkuu wa mkoa, nitakupatia jina la yule mama ukalione lile eneo. Zikifika siku saba, hajaondoa vitu vyake, peleka vyombo vyenye nguvu zaidi ya yule, nenda kabomoe na mkabidhi yule mama eneo lake. Hatuwezi tukaruhusu watu wanyonge wakawa wanaonewa namna hiyo na, na wale ambao wana nafasi wana fedha na wanaweza wakaamini kwamba wanaweza wakapindisha kila kitu. Hatuwezi tukawa tunafanya ustaarabu kwa watu wanaoonea watu wa chini, haiwezekani. Hatuwezi tukawa tunafanya ustaarabu kwa, kwa, kwa, hatuwezi tukawapa heshima watu wanaoonea wenzao hatuwezi tukawepa tukafanya ustarabu kwa watu wanaopora wanawaonea wanapora haki zao. Hii haiwezekani. yeah, yes, nilifika na pale Dodoma nikakuta migambo fulani wameenda wakachukua biashara bi, bidhaa za machinga moja, wakachukua mtaji wote 500,000 si na arobaini, wakachukua mpaka na mkokoteni. Niliwaambia ndani ya masaa ishirini na nne warudishe, wasiporudisha wakamatwe kama wezi wengine na wawajibishwe. kwa hiyo katika mapambano dhidi ya rushwa msimamo wake ulikuwa bayana: rushwa ni adui wa amani, adui wa haki na adui wa maendeleo. Kupitia kauli na vitendo, aliweka msisitizo uwajibikaji, nidhamu na matumizi sahihi ya rasilimali za umma. Watumishi wengine wa umma wanatoa hati wanakuwa na hati ya ahadi ya uadilifu ambayo haiwalazimishi kuweka wazi mali zao. Mheshimiwa Waziri, hili ni eneo lifanyiwe kazi upya, hili ni eneo lifanyiwe kazi upya kwa sababu wale wanaohusika wale walioko kwenye maeneo ambayo yana yana chemichemi ya rushwa kwa kiwango kikubwa, wao hawalazimiki kuweka wazi mali zao na wala hawalazimiki kujaza tamko hilo la mali pamoja na madeni. Sasa madhara yake, kwa kuwa hawa wanaofanya shughuli hizi za manunuzi hawalazimiki kutaja mali zao na wala hawajazi fomu hizi za maadili ya viongozi wa umma, wanajaza wanaojaza ni wale wanaojaza ni viongozi wa umma hii inatengeneza mwanya kwa kwamba fomu zinajazwa kikamilifu, zinajazwa na watu ambao katika baadhi ya maeneo hawako kwenye maeneo yenye chemichemi yenye changamoto kubwa ya rushwa, kwa mambo yanaendelea kila mwaka, tunakuwa na na rutinary, tunakuwa tu na kautamaduni kakujaza fomu kila mwaka, unaisha tunajaza, unaisha tunajaza, unaisha na kila mwaka ukiisha pia na masuala ya rushwa yanaendelea kila mwaka ukiisha. Hili lazima liangaliwe upya na mheshimiwa waziri, yabainishwe maeneo ambayo yana yana rekodi za rushwa, yanajulikana maeneo ambayo yana viashiria maeneo ambayo kila mtu anajua hapa kuna jambo wa linafanyika mara kwa mara, kwa sababu ya mapungufu ya kisheria wale watu wanakwepa. Yabainishwe hayo ndo yapewe kipaumbele. Mfano, manaibu waziri kila mwaka wanajaza fomu za mali. Hivi kati ya, ya naibu waziri na mjumbe wa kamati za tenda nani yuko likely kukutana na rushwa kiurahisi? Kila wakati ni mjumbe. Wapo watu ambao ile ile ile kamati ya maadili ile kamati ya tenda ikishatangazwa tu wanaiwekea dau yote, na dau lenyewe linakuwa linafuatana na mradi anaotafuta. Mwingine nyumba, mwingine gari, mwingine anafunguliwa akaunti fedha. Na jambo hili linapangwa kuanzia bajeti inavyotengenezwa ya mradi inajumlisha na bajeti ya ya, ya rushwa. Siku waziri ukipitisha bajeti pale unaona watu kote wanashangilia, unadhani umesoma bajeti nzuri, kumbe dili lao limepita. Wewe unampelekea fomu naibu waziri wenzako kule, jambo lao lote limepita. Wakienda kwenye viapo, wao wanatakiwa tu ajaze hati ya uadilifu, hataji alipoingia alikuwa na nini sasa na nini, we unahangaika na mbunge kwa sababu e, e, jambo la rushwa likisemwa kwa mwanasiasa lina ladha zaidi. Hatuwezi tukaendelea na utaratibu wa kwamba kwenye kwenye nchi hii wawepo wengine wana access zaidi ya keki, wanachukua na kwa niaba ya wengine, alafu na wengine wakawa ugumu lazima mtu aogope mali ya umma ndio, ambaye hataki kuwa na self discipline, kuwa na nidhamu binafsi, tumlazimishe zisi serikali kuogopa kugusa mali ya umma katiba. Imesema waziri mkuu ndo atatekeleza ama atasababisha mambo yoyote au jambo lolote ambalo rais anataka litekelezwe litekelezwe. Moja ya eneo ambalo mheshimiwa rais ameshalisema mara kadhaa ni uadilifu kwenye haya masuala. Sasa, hii ni taasisi inayotakiwa kusimamia hili, simamieni kuanzia kwenye sheria, kanuni na kwenye utekelezaji.